Ni Jumamosi, Januari 16, 2016. habari za wakati huu na karibu katika Clouds Habari. Mimi ni Mahija Zayumba. Wewe ni mtanzania wa kisasa ambaye una mambo mengi ya kufanya, na kwa kuwa wewe ni muhimu kwetu, taarifa unazozitaka si nyingi, bali ni zenye undani wa taarifa. haustahili kupewa urefu wa taarifa, bali taarifa za kina. Katika dunia ya sasa, Habari Clouds ni chombo sahihi kwako, kinachoshindana na muda halisi kuhakikisha unapata taarifa Tukianza na habari Tanzania. Hatimaye, baada ya kuahirishwa mara kadhaa kwa uchaguzi wa mameya kwenye manispaa za Ilala pamoja na Kinondoni jijini Dar es Salaam, uchaguzi huo leo umefanyika licha ya kususiwa na madiwani pamoja na wabunge wa CCM katika manispaa ya Ilala. Taarifa ya Rachel Chizoza inasomwa hapa studio majira ya asubuhi baada ya wajumbe wa kikao cha uchaguzi wa meya wa manispaa ya Ilala kuwasili kwenye ukumbi wa mikutano wa Karimjee jijini Dar es Salaam, ikawalazimu viongozi wakuu wa vyama na manispaa hiyo kufanya kikao cha maridhiano kufuatia kuwepo kwa mvutano. Baada ya kikao, mkurugenzi wa manispaa ya Ilala Isaya Mgurumi akaja na maamuzi yaliyofikiwa. Wale ambao mchakato wao ume, ambao unaonekana kwamba ni wa Zanzibar tukakubaliana hivyo na vyama. CCM walikuwa tisa, wanatoka watatu, manake watakuwa sita. Maamuzi hayo hayakuaridhisha baadhi ya wajumbe wa kikao hicho, akiwemo mbunge wa viti maalum Angelina Malembeka aliyeomba mwongozo na kuzuka tafurani. Kama alijua sisi hatutaki huku, kwa nini walitupa barua? Oh, huu ndio muungano. Hili ndiyo bunge la muungano, hili ndio bunge la Tanzania. Tunataka haki yetu, ni wajumbe halali, kwa sababu sisi ni wabunge wa viti maalum. Mimi natokea mkoa wa kaskazini Ngudu. Hali hiyo ilimlazimu mkurugenzi wa Ilala kutoka nje ya ukumbi kwa usaidizi wa polisi, lakini baada ya dakika chache alirejea na msimamo mpya wa kutaka uchaguzi ufanyike. Upande wa CCM atakayepiga kula ni mheshimiwa Sofia Simba peke yake kama viti maalum Halafu sisi upande wa Chadema atapiga mmoja, naye anaitwa Mheshimiwa Anatropia Fiones. Sasa ambao hawataridhika na maamuzi yangu watakwenda mahakamani. Nje ya ukumbi wa Jumba wa CCM wakazungumza na Clouds TV. Wajumbe wote washapewa barua za kuja hapa na mara ya kwanza walishapishwa kwanza wa pia walishakuja kwenye chaguzi mbili zilizopita. Leo chaguzi ya tatu wanatoa nje. Je, ndio katiba inavyosema? Alafu anatumia ubabe zaidi. Tuna walemavu sisi, wabunge hawa wawili walemavu, wanakaa Segerea mmoja, mwingine anakaa Kinyerezi, anaambiwa asipige kura humo ndani, wakati kachaguliwa kwenye mkoa huu wa Dar es Salaam, wabunge wawili walemavu Hatimaye uchaguzi ukafanyika chini ya ulinzi wa polisi na kumpata Charles Kuyeko wa CHADEMA kuwa meya wa Ilala kwa kura 31 kati ya 54, huku Omari Kumbila Moto akipata nafasi ya unaibu meya wa Ilala. Kwa upande wa manispaa ya Kinondoni uchaguzi umefanyika kwa utulivu ambapo Boniface Jacob wa CHADEMA amepata nafasi ya umea kwa kura 38 na huku mpinzani wake Benjamin Sita wa CCM akipata kura 20 na Jumanne Mbuja wakafu naye ameibuka naibu meya kwa kupata kura thelathini na nane. Meya huyo wa Kinondoni na naibu wake wakazungumza na vyombo vya habari. Uwepo wenu waheshimiwa mawaziri sitaki kutumia kama ni sehemu ya uchaguzi au laana kwangu, nahesabia ni baraka na nafasi ya kuwasiliana na kila mtu mwenye nasifa ya juu kutusaidia manispaa yetu kwenda. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano wenu na pale pa tuna wahitaji, tunaomba mtusaidie kufanikisha manispaa yetu kwenda mbele. Nyinyi madiwani wenzangu, mnayo nafasi ya kuniona mimi kiurahisi kuliko yeye na hatimaye kunieleza mnayoyaona kwa mstahiki meya wapya, rekebishe ili tuweze kwenda sawa. Baada ya kumalizika kwa zoezi hilo la kumpata meya wa manispaa Ilala, swali ni je, kazi za baraza la madiwani kwa manispaa hiyo zitafanyika vipi? Endelea kufuatilia Clouds TV Habari, itakujuza zaidi. Naam, umeona hali halisi ya uchaguzi wa manispaa, uchaguzi, uh, wa mamea katika manispaa ya Ilala pamoja na manispaa ya Kinondoni. Hatimaye leo umefanyika na mamea wamepatikana. Serikali imewataka wazazi nchini kuacha kubweteka kufuatia uamuzi wa serikali wa kutoa elimu bila malipo kwa shule za msingi na sekondari zile shule za serikali, na badala yake watambue kuwa wanawajibika kutoa huduma za msingi watoto wao. James Liatu, yeye ametuandalia taarifa ambayo inasomwa na Harris Kapiga. Kauli ya serikali kutoa elimu bure kumewafanya baadhi ya wa wazazi kuona kama hawajibiki kutoa gharama yeyote katika kufanikisha watoto wao kusoma, jambo ambalo sio sahihi. Hali hiyo imeonekana kumgusa waziri wa nchi ofisi ya Rais Tamesemi, George Simba Simbachawene, ambapo anatumia mahojiano yake na Cloud TV kutolea ufafanuzi suala hilo. Wazazi wasidhani kwamba kwa kuwa kwa serikali imechukua eneo hili la michango ilikuwa wanalazimishwa kutoa, basi wao walirelax, wakakaa wakasema, sasa sisi sasa tunapumzika, kila kitu tafanya serikali. Majukumu haya niliyoyaainisha ni ya kwao, lazima wahakikishe wanawajibika kwa watoto wao, kwa sababu watoto hao mwisho wa siku ni wakwao, na mafanikio watakayoyapata yatawanufaisha wao. Miongoni mwa changamoto zilizojitokeza kwa sasa ni uandikishwaji wa wanafunzi wengi kutokana na wazazi kuhamasika na suala la elimu hali iliyopelekea uhaba wa madarasa na madawati kwa baadhi ya shule. Ni ipi kauli ya serikali kuhusu hili? Trendi inaonyesha kwamba huwa eh, kwenye usajili tu pale inakuwa hivyo, lakini kwenye, kwenye kuwapokea pale wengine wanakuwa wanaenda private, kwa idadi huwa inashuka lakini hata hivyo, serikali tulitoa maelekezo na tuliagiza kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na mkoa mwingine ambao ulikuwa na upungufu pia wa madarasa kwa sekondari, ilikuwa ni Dodoma, ilikuwa kama watoto kama elfu moja na kitu hivi wanakosa, na wenyewe tulitoa maagizo na walikuwa wanaendelea kuyatekeleza katika kuhakikisha suala la elimu bure linafanikiwa. Serikali imeeleza kuwa itakuwa inatoa kiasi cha shilingi bilioni kumi na nane kila mwezi, na katika fedha hizo ambazo tumezitoa kwa shule zote za serikali za msingi na za sekondari kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha cha, nne tumetoa fedha kwa ajili ya uendeshaji ambao ni shilingi elfu kumi kwa shule ya msingi na shilingi elfu ishirini na tano kwa shule ya sekondari kwa watoto wote kwa ajili ya uendeshaji tu, lakini serikali pia imefuta imefuta imechangia ime, ime, ime badala ya wazazi kulipa ada kwa wale wabwe, wabweni walikuwa wanalipa shilingi elfu sabini na kwa wale wakutwa wali, walikuwa nalipa shilingi elfu ishirini serikali imetoa fedha hizo kwenye mashule yani, zimepelekwa kwenye shule, kwa sababu kule ndiko zinakotakiwa kutumika. Ni wakati muafaka sasa kwa wazazi kuchangamkia fursa hii ya elimu bila malipo kwa kuwapeleka watoto wao shule ili kuhakikisha taifa linakuwa na wasomi wa kutosha. Na mamlaka ya mawasiliano nchini TCRA imetangaza kuvifungia vituo 21 vya redio na sita vya runinga baada ya kubainika kukwepa kulipa kodi katika kipindi cha mwaka 2015. Taarifa ya Aziz Kindamba inasomwa tena na Harris Kapiga. Mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA imetangaza kuvifungia vituo 21 vya redio na sita vya television kutokana na vituo hivyo kukwepa haki yao ya msingi kulipa kodi serikalini. Mwezi Julai mwaka 2015 ilitolewa taarifa kwa umma na TCRA kwamba baadhi ya redio na televisheni zipatazo 40 zinadaiwa ada na tozo mbalimbali. Hata hivyo, Septemba 28 mwaka huo huo wa 2015, vituo hivyo vikapewa onyo la mwisho kwamba hadi tarehe Desemba 31 wawe wamelipa ada zao. Innocent Mungi ni afisa uhusiano wa mamlaka hiyo, tumezungumza naye kwa njia ya simu, na hapa anathibitisha uwepo wa adhabu hiyo kuanzia tarehe kumi na nane ya mwezi huu Januari, vituo vya televisheni sita na vituo vya redio ishirini eh, na moja vitatakiwa kufungwa kwa kutotimiza masharti ya leseni pamoja na sheria ile ya mawasiliano mawasi ya yani kielektroniki na posta yeah. Na wamefungiwa kwa miezi mitatu. Kuhusu vituo ambavyo vitafanya malipo ya kodi hiyo kabla ya Januari 18, nini itakuwa hatima yao endapo watakuja na kulipa mara moja? Tutaangalia dikrisheni kama wanaweza kufunguliwa, lakini wasipofunga vituo hivyo watakuwa wanatenda tena kosa lingine la kutotii amri halali ya mamlaka ya mawasiliano na uamuzi huu umefikiwa baada ya kujaribu e, kutumia njia e, zingine waweze kulipa ada na tozo mbalimbali ambazo wanadaiwa kwa mujibu wa leseni yao. Mwisho wa habari Tanzania. Na sasa ni zamu ya Mwewe. Hebu tumpishe tuone ameelekea wapi, maana kila anachokiona popote anapokwenda hasiti kukileta tuone ameenda wapi leo. Leo yupo katika jiji la Mbeya, mmoja ya majiji yanayokuwa kwa kasi kubwa nchini Tanzania. Wana Mbeya, hasa nyinyi mlio na mamlaka ya jiji hilo, jueni kuwa miji inapokuwa ni lazima iende sambamba na maendeleo ya kipato kinachosababisha wakazi wengi kumiliki vitu kama magari na mambo mengine. Sasa, baada ya ongezeko hilo la magari jijini kwenu kumeanza msongamano wa magari na kusababisha watembea kwa miguu kuanza kupata shida ya kuvuka barabarani kama mwewe anavyokuonesha hapo. Jambo jingine aliloliona mwewe katika mji wenu ni kuwa barabara nyingi za mji huo hazina sehemu maalum za kuvukia, yaani zebra. Watembea kwa miguu wanateseka, wanavuka kwa tabu mno Hebu waone hao mume waona, eh? Poleni sana ndugu zangu. Sasa ushauri wa mwewe kwa wahusika, hebu fanyeni utaratibu wa kuongeza alama za kuvukia hawa wanaotembea kwa miguu ili usumbufu huo uondoke katika jiji lenu. Kutoka Mbeya, mwewe ameliona hilo, amewaonesha wahusika, na sasa anaruka mwewe huyo. Baada ya kulishuhudia jicho la mwewe, tupate mapumziko mafupi, na muda si mrefu nitakuletea habari kimataifa. Habari inapatikana kila mahali. Hata hivyo, muda wa kusubiri saa kamili ili kupata habari haupo tena. Habari inapatikana kila dakika na kila wakati, kwa kutambua uharaka wa kupata habari kwa undani na si kwa urefu, namna unavyotaka kupata habari kwa kina na sio kwa wingi. Ndiyo maana Clouds inatambua hilo na kukupa habari Clouds.